Sitokaa nasubiri kwenda kubembeleza watu tuliowatanguliza sisi kama vijana watusaidie, lakini sitoenda kuanza kuwabembeleza halmashauri ili watusaidie. Kama sisi hawataki kutusaidia, twende sisi vijana tukajiunge mkono. Tunaweza na wadau wa kutusaidia wapo. Viva vijana viva, viva. Hey, kama hawataki kufanya mimi nitakuja nitafanya na nyie kwa kutafuta wadau wengine, tukutane tuone kama tunaweza tukafika hatuwezi kwenda, tunachelewa kwa kuwabembeleza watu. Watu wanataka tuwapigie magoti tuwabembeleze, hatutokuwa tayari kuwabembeleza. Tutafanya kwa, kwa kushirikishana sisi wenyewe kwa wenyewe. Viva vijana viva, viva vijana vi viva, vijana viva! Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana hawa nimewaambia na wao wanasikia, nao wameniambia, mheshimiwa mwenyekiti, tumekubaliana. Huko nakopita kwenye ziara zangu za kata nimeenda, zipo hizi kata nimeenda kuzitembelea, tumekubaliana, mwaka huu tunaelekezana ni nani wa kutuvusha na nani wa kutusaidia na kutusimamia. Nilishawahi kuambia hawa wenzangu kwenye CCM hakuna bingwa. Nataka niwaambie kwenye CCM hakuna bingwa. Leo tunapozungumza tulikuwa kwenye uchaguzi wa vijiji na vitongoji hapo. Kamati zetu za siasa zote tulikuwa tunahangaika kwenda kuwashughulikia na kuwapitisha wajumbe wa serikali za vijiji pamoja na vitongoji na vijiji vyao. Uko lazima lazima, ulinde heshima hiyo kama kijana, lazima ulinde uongozi. Lazima ulinde umoja, lazima ulinde mshikamano. Lakini lazima ulinde heshima ya chama chetu na mwisho, mheshimiwa mwisho, mwisho, mwenyekiti, ni kuhusu kuchafuana, kuwe kwenye makurupu, kuwe kwenye chama chetu, wakati mwingine ana kwa ana. Katika wote hawa tunapozungumza leo, wawe madiwani walio kwenye nafasi na wabunge walio kwenye nafasi, wao watakawaamua kutia nia, hakuna naye mjua anayeweza kuwa kiongozi wa kwetu, kwa lazima tulinde heshima hiyo. Yawezekana unayemwandika leo kwenye magrupu leo, yawezekana diwani unayemtuhumu na kumkashifu leo, huyo huyo kesho ndo mjumbe wako wa kamati ya siasa eh, kesho. Tusifanye hivyo kijana, tufanye kazi ya kinadi chama chetu, tufanye kazi ya kulinda viongozi, tufanye kazi ya kuandaa viongozi wa kwetu, tufanye kazi ya uaminifu, ili na sisi nasisi tutakapata nafasi watu waangaike na sisi. Mheshimiwa mwenyekiti niende kwenye hutuba yako ambayo ni muhimu. Umesema hapa, sisi kama chama tuko tayari kijana yeyote akijitokeza, na nyinyi ni wajumbe wa kamati ya siasa na mwenyekiti wako amesema akijitokeza, nafasi ya kipaumbele lazima apewe. Nataka kuona tunaandaa vijana wa kesho na kesho kutwa, lakini vijana wenye ushubutu, vijana wenye tabia njema vijana wenye uwezo wa kukisemea chama na kuisemea serikali yao. Vijana lazima wawe na uwezo wa kuilinda serikali iliyoko madarakani kwa gharama na kwa muda wao na nguvu zao na uwezo wao walio nao. Kwa hiyo ni jukumu letu kwanza kujipima uwezo wetu, kujitokeza kugombea, lakini tuwashawishi na vijana wenzetu wenye mvuto, ili waende kufanyaje? Kugombea, sawa sawa, ndio ule wakati lakini wakati mzuri na wakati wa kujivunia na kuweka historia yeni ni wakati huu wa mama hondohondo. Yeah, yeah, mlezi wa wana utumieni wakati huu msiogope. Kwenye uchaguzi wa mwaka jana wa serikali za mitaa, kama tumeweza kuchukua vijiji vyote, hatukupoteza tumepoteza kwa bahati mbaya vitongoji vitatu. Tunashindwa nini kati ya kata arobaini na tatu Tuendelee kaae, nawaambieni kagobeni, kwenye vikao vya ndani tuwachieni sisi, tutapanda juu ya meza kutetea ajenda ya vijana, inaopika ajenda ya umoja wa vijana kwenye uchaguzi huu. Tusiwadangani, mtasikia, tutapanda juu ya meza, ili mradi ni kijana safi, hana makandokando, amekitumikia chama, anaweza kukiusha chama, tutapanda juu ya meza kuteteaj ukiangalia ukihesabu vizuri, robo tatu ya wale walioko bungeni wametokana na umoja wa vijana. Uongo kweli? Mawaziri asilimia tisini wametokana na umoja wa vijana wanavokimbiza kukamajina, anaitwa Jovita Jovins. Vijana wa kike make, tumetangulizwa yani mbele zaidi, tumehamasishwa na tumetua mkazo na mtu ajifunza kutokata tamaa katika masuala ya nanili kama uongozi, autakia uwe na tamaa yani, uwe na subira. Kitu ambacho nitaenda kukifanya ni kwa kuhamasisha wenzangu vijana wenzangu katika semina hii, na wenyewe wakajifunze zaidi tuliyopata hapa leo. Ni kwa majina, naitwa Evatus Paulo Danieli. Mimi ni mzaliwa wa hapa hapa wilaya ya Muleba na kata ya Muleba. Kwanza mimi nashukuru kwa kupata fursa hii. Nimefika kwenye mkutano wa vijana leo. Kwanza nimejifunza vitu vingi, nimenufaika na vitu vingi na nimejua wajibu wangu mimi kama kijana. Ninapenda niwaasi nwa, vijana wenzangu, kama hiki kipindi hiki kipindi cha uchaguzi, tunajikuta tuna mambo mengi tunaweza tukawa labda tunatumika kwa namna moja au nyingine, tusijue nini tunachokifanya. Mwisho wa siku tukajikuta tunajiingiza sana kwenye matatizo. Usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.